Eh, bwana kwanza niwatakie heri ya sikukuu ya Krismasi. Leo nimewaletea mada inayosema, je, katika nchi yetu ya Tanzania kuna elimu au hakuna elimu? Kwa mimi ninavyofahamu katika nchi ya Tanzania hakuna elimu. Sasa kabla ya kutoa maelezo nini maana ya elimu naomba nitoe mifano michache. Ah, binafsi nimewahi kukutana na profesa wa Kichina. Kwa taaluma ni medical doctor, ni daktari wa binadamu. Anajua kutibu lakini hajui Kiingereza kabisa amesoma yani, ya digrii ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka akaupata profesa kwa lugha ya Kichina. Nimewahi kukutana na engineer wa Kichina, structural engineer. Anajua kujenga barabara, anaweza kujenga madaraja kwa kiwango cha juu sana, lakini hajui Kiingereza hata kidogo. Sasa hapo utajifunza kwamba wa China wana elimu. Tuangalie mfano wa pili. Hivi sasa hivi ukienda Ujerumani, sawa? Eh? Ujerumani ni nchi ambayo kwanza iko bara la Ulaya ni miongoni tunasema ndio nchi tajiri namba moja katika bara zima la Ulaya. Pale Ujerumani utakutana na mainjinia e, unakutana na injinia anaweza kutengeneza injini ya gari aina ya Benzi, injini aina ya, ya, ya BMW, lakini hajui kiingereza kabisa. Ujerumani unakutana na profesa wa sheria, yani profesa anafundisha chuo kikuu, amesoma digri ya kwanza mpaka akaupata profesa kwa lugha ya Kijerumani. Umenipata Mtanzania. Sasa tuende Urusi. Ukienda Urusi ndio utachoka. asilimia tisina tisa ya Warusi wanaongea Kirusi, hawajui kabisa Kiingereza. Yaani Urusi unakutana na msomi nuclear scientist, msomi wa nuclear, ana second degree au ana PhD, anajua kutengeneza mabomu ya nuclear, anatengeneza silaha za kivita, hajui kabisa Kiingereza. Utajifunza kwamba Warusi wana elimu Ukienda Japan hivyo hivyo. Sasa tuende tuangalie Uingereza. Uingereza unasoma darasa la kwanza mpaka chuo kikuu digri ya kwanza, digri ya pili kwa lugha ya Kiingereza. Maana yake lugha ya Kiingereza inatumika kuwapatia Waingereza elimu kwa lugha ya Kiingereza, sio elimu. Sasa mtu anaweza kauliza, je, nchi ambayo inatumia Kiingereza kama communication language wanaweza kutoa elimu ya kwao? Jibu ni ndio, kwa sababu Kiingereza ni lugha Nitoe mfano unaiona Marekani. Marekani imewahi kutawaliwa na Uingereza zamani, imewahi kuwa koloni la Uingereza. Lugha ya mawasiliano Marekani ni Kiingereza, lakini Wamarekani wana elimu yao na Wamarekani wana elimu bora hivi inavyozungumza kuliko Uingereza. Kwa hiyo unaweza kutumia lugha ya Kiingereza na bado ukawa na elimu ya kwako. Sasa turudi hapa Tanzania, ndugu wa Tanzania, hapa Tanzania Uh, ni jambo la kawaida ya kukutana na profesa ambaye kimsingi hana elimu ya Tanzania, na hivi ninavyozungumza, maprofesa wengi wa Tanzania hawana elimu ya, ya Tanzania hapa Tanzania. Nitoe mfano ukienda pale chuo kikuu sawa, uh, unakuta wanafunzi wengi katika ngazi ya vyuo vikuu, lugha inayotumika kufundishia ni Kiingereza. Kwa hiyo kwanza, Kiingereza sio cha, sio cha kwetu Pili, elimu ambayo watanzania wengi wanapatiwa vyuo vikuu sio elimu ya Tanzania. Unakuta vitabu vinavyotumika vingi, aidha ni vitabu vya Uingereza au vitabu vya Marekani. Kwa hiyo mtu yuko Tanzania mpaka leo, lakini elimu anayopatiwa sio ya Tanzania. Ngoja niwape mfano michache. Unamwona mtu kama Profesa Mark Mondosi, ni msomi kweli kweli, ni miongoni mwa wasomi wa kujivunia katika nchi ya Tanzania, lakini Mark Mondosi, digrii ya kwanza, digrii ya pili, mpaka ameupata udaktari amesoma ame, ame Marekani, amesoma Uingereza, Birmingham University. Kwa hiyo ana elimu lakini sio ya Tanzania. Sasa hapa Tanzania nikupe mfano mwingine, nenda pale chuo kikuu Muhimbili. Mtu anasoma mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa tano, anafundishwa daktari. Ni daktari mzuri, lakini lugha iliyotumika ni Kiingereza na masomo anayofundishwa sio ya Tanzania, aidha ni ya Uingereza au Marekani. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba Tanzania sisi kama nchi hatuna elimu. Bila shaka nimeweza kueleweka. Sasa huko nyuma tulikuwa na mtu anaitwa Mwalimu Nyerere, alitamani sana Watanzania wawe na elimu yao. Ndiyo maana Mwalimu Nyerere alitunga sera ya elimu ya kwanza inaitwa Education for Self Reliance. Ilikuwa sera nzuri, alitamani kuona Ta, Tanzania tunakuwa na elimu yetu. Lakini baadaye waliibuka wahuni ndani ya chama cha mapinduzi, waliibuka wahuni katika serikali ya chama cha mapinduzi, wakaharibu elimu. Kwanza wakabadilisha sera ya elimu wakaondoa Education for Self Reliance, wakaja na sera nyingine inaitwa Education and Training Policy, sera nyingine kabisa, wakaharibu elimu. Leo hii unaiona Tanzania, yani Tanzania ni jambo la kawaida, unakutana na mtu ana PhD lakini ni mjinga. Unakutana na mtu Tanzania ana degree ni mjinga, unajiuliza imekuaje? Zamani wakati wa mwalimu Nyerere, mjinga alikuwa ni mtu ambaye hajui kusoma na kuandika. Jambo la kushangaza leo hii kuna wajinga wa kisasa mtu ana yani, PhD ni mjinga. Jakaya Kikwete ndio mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kansela Jakaya Kikwete ndio kampa PhD Samia. Sasa, unaweza Samia akili ya kupata PhD, hana. Sifa za kupata PhD, hana. Lakini kapewa PhD. Hiyo ndio Tanzania. Mimi Tanzania nimewai kukutana na mtu ana digrii, lakini digrii ya simu. Yaani, mtu alikamatwa kozweki, ni kada wa chama cha mapinduzi, alikamatwa kozweki. Mwingine kasoma diploma, alikamata koz, alikamatwa kozweki, kashindwa kozweki, hana lakini anapiga simu, anatoa pesa, bwana, nisaidie na nini, nisaidie. Lecturer amegoma, kada wa chama cha mapinduzi anaenda kuongea na mkuu wa mkoa. Hebu vuta picha, mkuu wa mkoa anampigia simu vice chancellor bwana ndugu yangu huyo ni kada mwenzetu mwachie. Vice cancel anampigia simu lecture, bwana unajua, huyo uliye mkamata ni kada mwenzetu mwachie, mwachie. Mwalimu Kagoma lecture Kagoma kasema, mimi sitoi kozi ya kizabule, arudie mtihani. Unajua kilicho mtokea yule mwalimu hivi anazungumza hana kazi na yule kada basi. Sisi kashamaliza diploma yake na kashamaliza degree. Hiyo ndio Tanzania sasa. Mtu aliyepata degree kama hiyo, unafikiri elimu ya Tanzania inaweza kuaminika? Elimu ya Tanzania haiaminiki tena, na waliofanya elimu ya Tanzania ipoteze mwelekeo ni hawa makada wa Chama cha Mapinduzi, ni hawa viongozi wahuni wa Chama cha Mapinduzi. Mmeelewa Mtanzania mwenzangu? Sasa mimi nitimishe kwa kusema kwamba kama nilivyosema, tuna shida, tuna kazi kubwa ya kufanya Tanzania, hatuna elimu. Sasa tutawezaje kuwa na elimu? Ndio maana mimi natamani nchi yetu Tanzania wangepewa watu wenye akili nyingi waiongoze. Mi natamani profesa, hata rais angekuwa profesa. Mi natamani leo hii watu wenye first klasi wapewe kazi ya kuongoza nchi, kwa sababu wasomi wanaweza kuisaidia kubadilisha elimu ya Tanzania. Mmeelewa Mtanzania? Lakini hawa watu wenye akili ndogo, hawa hawezi kufanya kitu. Ni uongo, ni uongo ndugu zangu, asiwaongopee mtu. Kwa hiyo mimi niwashauri sana vijana wa Chama cha Mapinduzi, wewe kama wanaendelea kung'ang'ania na Chama cha Mapinduzi, ndugu yangu Chama cha Mapinduzi kimesababisha nchi matatizo makubwa sana, achana nacho. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.